Kwa zaidi ya saa tatu hali imekuwa ni hii katika eneo hili la Eastleigh. Maafisa wa polisi wanaokabiliana na vijana ambao hawana nia ya kusitisha vurugu hizi. Vurugu zilizoanza jana jioni baada ya shambulizi la gurunedi zikiendelea mchana kutwa leo. Makabiliano yakiwa kati ya jamii moja na wakazi wengine hapa kila kundi likilaumu jingine kutokana na kukithiri kwa mashambulizi ya kigaidi katika mtaa huu wa Eastleigh. Mtaa mzima wa Eastleigh ulikuwa haupitiki, kazi ya maafisa wa polisi ikianza mapema kukabiliana na vijana waliokuwa wakitumia mawe kujikinga, na kila wakiondoa macho yao kwa vijana hawa, nao wanageuza makali yao kwa jamii moja. Hapa ukisimama tu kabisa, unaniminia hapo kabisa, vita vya mawe na panga navyo vikiendelea, kina mama na watoto wakisalia kutizama tu pembeni Na maji yalipozidi unga, maafisa wa polisi wakalazimika kuwaokoa wa wengine kutoka makazi yao kwa hofu ya usalama. Idadi ya majeruhi nayo ikizidi kupanda, ripoti zikidokeza kwamba wawili kati ya waliojeruhiwa hii leo huenda wakawa wamefariki. Na jinsi saa zilivyozidi kusonga, vijana kutoka kitongoji duni kilichoko karibu cha Mathare nao wakaingilia vita hivi, biashara zilizosalia wazi zikilengwa na vijana waliotaka kuvuna wasikopanda. Rabsha hizi zimelaaniwa na viongozi wa kidini kutoka jamii ya wa Somali ambao waliandaa mkutano na wanahabari huku vita vikiendelea. Na ripoti ambazo hazijathibitishwa zikidai kuwa takriban wanawake kumi wamenajisiwa kwenye tandabelua hilo. We know the people who did this were trying to start a conflict between the Muslim and the Muslims and the Christians in Kenya which lived together so many years in peace and harmony and also tolerance.

Kufikia sasa watu tano wametiwa nguvuni kwa kuhusika katika ghasia za leo. Wengine watatu walitiwa nguvuni hapo jana wakiwa washukiwa washambulizi la gurunedi lililochukua maisha ya watu wasiopungua sita na kuwajeruhi wengine 25 wakiwa bado wanauguza majeraha hospitalini. Esta Kahumbi, Citizen Nipashe.